Naam, karibu kwenye tahariri ya leo ya Gumzo, na mada ya leo inasema Disemba 10, uhuru wetu. Siku kama hii miaka 62 iliyopita, visiwa vya Zanzibar, lulu inayoogelea kwa madaha katika bahari ya Hindi mbele ya pwani ya Afrika ya Mashariki, viliavua majoho ya ukoloni. Ilikuwa ndio mwisho wa utawala rasmi wa Waingereza uliodumu kwa miaka sabini na tatu. Hata hivyo asili ya minyororo hii inakwenda mbali zaidi ya hesabu hiyo rasmi. Kwa jicho la uchambuzi, uwepo wa himaya hiyo ya Ulaya visiwani mwetu ulianza kimya kimya tangu pale Said Said bin Sultan sultani kutoka Oman alipohamishia kituo chake cha utawala kutoka Maskati hadi Mji Mkongwe wa Zanzibar nao mwaka 1840. Ukweli huu unatufumbulia siri kwamba si miaka sabini na tatu tu bali ni zaidi ya karne moja na robo ndipo Mwingereza alipoikalia Zanzibar ama moja kwa moja au wa kutumia mgongo atawala, Abu Saidi, wa watawala wa Busaidi wa Kiomari. Hivyo uwepo wa mkono wa Ulaya kwenye upwa huu wa Afrika Mashariki, kwa uwazi au kwa usiri, unafikia miaka mia tatu na ishirini kwa kuwa enzi za Mwingereza zilitanguliwa kabla yake na kivuli kingine kizito cha Wazungu, dola la Ureno. Mreno aliutawala mwomba wetu kwa unyama wa takribani miaka mia mbili kuanzia mwaka elfu moja mia nne tisini na nane hadi elfu moja mia sita tisini na nane Kuondoka kwake haukuwa kwa hiari au kwa heshima, ilikuwa ni matunda ya mapambano makali ya vita vya ukombozi vilivyojaa damu na ushujaa, ambapo wenyeji wa pwani ya Afrika Mashariki walishikamana na wanajeshi wa Kiomani. Waomani walikuwa tayari wameshinda dhidi ya Wareno upande wa pwani ya kaskazini ya nchi yao, wakifuta doa la miaka mia moja na hamsini ya utawala wa kibabe kutoka mwaka elfu moja mia tano na saba hadi elfu moja mia sita na hamsini na sita. Hivyo mwambao wa Afrika Mashariki na Waomani kwa ujumla walikuwa na historia ya kutawaliwa, ya kupambana na kushinda pia. Lakini kwa upande mwingine nao pia walijikuta katika kiti cha utawala Walijenga himaya ya kiomani ambayo ilikuwa kielezo cha biashara zaidi kuliko kisiasa ikinyosha mikono yake katika maeneo mbalimbali ya bahari ya Hindi na ghuba ya Jemi, kutoka Gadwar, Pakistani ya sasa hadi Capo Delgado, Msumbiji ya sasa. Kuna wakati walishindana na madola mengine ya Ulaya wakibishana kibiashara, lakini kuna wakati pia walishirikiana kwenye maslahi ya pamoja kama ilivyo ada ya wafanyabiashara. Ni muhimu sana kwa vijana wa leo kuujua ukweli kwamba hata Sultani Saidi bin Sultani wa Omani alipohamia Zanzibar hakuwa na uhuru kamili. Tayari shingoni mwake alishakaliwa na Mwingereza. Hili linaimarisha hoja kwamba ushawishi wa Uingereza ulianza kabla ya utawala wa Omani kuanza rasmi hapa visiwani petu. Lakini swali linabaki: je, kutokuwa kwake huru kama kiongozi kuna mvua dhima kwa aliyotokea chini ya mamlaka yake? Kwa leo tuliache hapa swali hili ya siku nyingine, lakini tujikite tu kwenye siku hii ya kihistoria na kile kilichosalia kwenye uhuru wetu ambacho bado kinastahiki kuadhimishwa. Ni kweli kwa, kwa wakati Uingereza ilipolazimia kukunja virago vyake tarehe kama ya leo mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu, Zanzibar haikuwa tena ile himaya ya kibiashara iliyotanuka bali visiwa viwili tu, Unguja na Pemba, vilivyozungukwa na visiwa vingine vidogo vidogo na tangu hapo baina ya elfu moja mia tisa sitini na tatu hadi sasa imekuwa ikipoteza sio vipande vyake vya ardhi, bali madaraka na mamlaka yake ndani ya tumbo lisiloshiba la uitwao Muungano. Lakini licha ya hasara ile ya kugawanywa na himaya, kulikuwa na faida moja kuu: eneo hili refu kwenye mambao wa Afrika Mashariki liliweza kujitambua kama mamlaka moja, dola la Zanzibar, na utambulisho wake kama Uzanzibari. Utambulisho huu haukutokana na rangi, kabila au ukoo mmoja la hasha. Ulitokana na historia refu ya utangamano na maingiliano iliyozaa utamaduni mchanganyiko, masala. Kama tausi anavyotambulika kwa urembo wake kutokana na mchanganyiko wa rangi zake, ndivyo uzanzibari unavyojipambanua. Hii ndiyo Zanzibar iliyotangazwa huru, nchi ya visiwa vinavyoelea kwenye bahari ya Hindi, ambapo mchanganyiko wake ndiyo nguvu yake na wala si udhaifu wake. Moja ya ishara za nguvu hizo ni hii lahaja yake ya Kiswahili cha Kiunguja Mjini, ambayo hivi sasa imetanda hadi ndani kabisa ya bara la Afrika ikitumika kama chombo kikuu cha mawasiliano. Simaanishi kuwa Zanzibar pekee ndipo chimbuko la Kiswahili kama wengine wanavyojaribu kuhoji. La, si kweli. Nimeutaja mwambao mzima wa Afrika Mashariki kutoka muyi wa mwisho hadi Sofala, ambao lau historia ingelikuwa na uadilifu wa kutosha, basi leo ingeliutaja mwambao wote huu kama taifa moja la Waswahili, lakini dhuluma ya historia imeutumbukiza mwambao kwenye tofauti za kisiasa, kila mmoja akibeba pasipoti na bendera yake. Ni Zanzibar pekee iliyobaki angalau wa kiasi fulani na utambulisho mmoja tu wa kisiasa, ikiwa na taasisi za nchi inayoambiwa kwamba iko huru, licha ya mapungufu makubwa kabisa katika taasisi zake hizo za serikali, bunge na mahakama. Zanzibar hiyo bado ipo na ni Zanziba hiyo tunayoadhimisha leo, miaka sitini na mbili baada ya kupata uhuru wake. Katika yote yaliyokwenda arijojo ndani ya miaka hii sitini na mbili utambulisho wetu huo naowita masala wa uzanzibari umesalia kuwa nguvu yetu ya kipekee. Kama hatuwezi kuadhimisha mengine, basi angalau hili moja tu hatupaswi kulipuuza. Nitafafanua kwanza, huu masala wa uzanzibari ni zaidi ya neno taswira hai ya historia refu yenye vionjo mbalimbali na maingiliano ya tamaduni zilizokutana kuoana na kuzaa kitu kipya zaidi, kizuri zaidi, na kitamu zaidi. Neno hili linatokana na dhana ya masala yani viungo vya mapishi, ambalo huakisi jinsi ambavyo mchanganyiko wa watu na mila umeunda kitambulisho cha kipekee cha Wazanzibari. Kama nilivyosema, umasala wa Wazanzibari haukutokana na kabila moja au rangi mmoja tu, bali ni matokeo ya safari za barani na baharini kupitia pepo za musimu Mchanganyiko huu umeundwa kwa viungo vyenye nguvu kubwa kabisa. Kutoka mwambao wa Afrika mashariki penyewe walikuwapo wenyeji wenye mila na asili zao, vyakula, mavazi yao, ngoma na fasihi yao. Wapemba, wahadimu, Watumbatu, ndimi zao zinazungumzwa mpaka leo na zimekitajirisha Kiswahili cha sasa. Kutoka Uarabuni na Uajemi walikuja watu wakiwa wafanyabiashara, watawala na wahamiaji walileta pamoja nao dini ya Kiislamu ambayo imekuwa uti wa mgongo wa jamii ya wa Wazanzibari. Pia walileta muziki wao ambao ulipochanganywa na ngoma walizokuja nazo Waafrika, imepatikana taarabu, muziki ambao leo hii ni alama ya Uzanzibari. Walikuja na usanifu wa majengo wa ajabu kabisa, kama unavyoonekana hivi leo Mji Mkongwe, ambao unasimama kama mojawapo ya turathi za ulimwengu. Walikuja na vyakula pia kama vile pilau na mkate wa boflo, leo hii mojawapo ya ladha za Zanzibar. Kutoka bahari ya Hindi hasa India na Pakistani ya sasa, walifika wahamiaji kama wafanyabiashara, kama wakulima na kama mafundi. Waliongeza utamu na ukali kwenye utamaduni kupitia viungo mbalimbali, mapishi kama ya katlesi, kashata, bajia ni sehemu muhimu sana ya utambulisho wa mezani petu, na mfumo wa biashara na ufundi ambao ulifanya Zanzibar itajwe kama kituo kikuu cha biashara na ubunifu kwa Afrika mashariki na kati kutoka ndani ya bara la Afrika kulikuwa na maingiliano ya muda mrefu pia, ambapo watu walihama huko na kuja visiwani kwa shughuli za uvuvi na biashara, wakiongeza mchango wao katika ufundi, utamaduni, lugha, ngoma na mila nyingi za huko. Ndiyo maana Kiswahili cha leo kinatajwa kuwa sehemu katika sehemu za lugha za Kibantu. Kwa hivyo hata kama kuna mengi ambayo tunaweza kuyalilia kuwa tumeyapoteza ndani ya miaka hii sitini na mbili ya uhuru wetu kutokana na ajali nyingi za kisiasa zilizotokea hapo katikati yake, lakini tumebakia na umasala wetu, ambao ni fahari ya kila mmoja wetu anayejitambua na kujitambulisha na Uzanzibari. Huu ni wetu sote, si wa mmoja, si wa kundi moja, licha ya kuingiliana sana na Waarabu, kutawaliwa na Waomani, kwa dini ya Kiislamu kama sehemu muhimu ya utambulisho wetu. Sisi Wazanzibari hatujitambulishi na uarabu. Licha ya athari kubwa ya biashara na vyakula kutoka bara Hindi, tumebakia utamaduni wetu tofauti na ule wa Kihindi. Na licha ya kuwa sehemu ya Afrika, sisi tumepambanua na kuwa na utamaduni wa kipekee wa visiwa unaojumuisha maisha ya bahari na biashara ya kimataifa. Umasala wa Uzanzibari, kwa kifupi, unatufundisha kwamba utangamano na maingiliano huleta nguvu na utajiri, na kwamba mchanganyiko wa mila kama viungo vingi kwenye chungu kimoja, ndio na uzalisha ladha bora na nzuri zaidi. Na hao ndio sisi, na hiyo ndio Zanzibar, fahari yetu. Happy birthday Zanzibar huru.